anuzi kwa yale mambo ambayo hakuelewa. Nyinanyi mko hapa shuleni kufanya hilo hilo, sikilizeni kwa makini nachofundishwa, na ulizeni maswali kama Maria, yale ambayo hamwelei. Someni kwa bidii vijana, na hii nasema kwa vijana wote, wanafunzi wote Tanzania hii, work hard to reach your goals. Maisha hayana shortcut, hayana shortcut nawambia. Si nyie vijana mnasema mna shortcut kila kitu, mkato mkato. No, katika maisha hakuna shortcut. Ukitaka kufanikiwa, niwape advice: mnaposoma, someni kwa kuelewa, msisome au msimeze tu paragrafu kwa paragrafu kama kasuku, mskram nielewa, lakini mskam soma uelewe unachosoma. Kwa nini hilo ni muhimu? Kwa sababu akili yako itapanuka na utakuwa mbunifu baadaye. Ndio tunahitaji wasomi wabunifu, sio wasomi wa kukariri kama kasuku, akisahau amesahau. Kwa nafasi hii, mambo ni ingine, na Serikali nafurahi mkua mkay naomba ni shauri wizara ya elimu. Kuna hii sera mpya ya elimu ambayo tumeanza kuitekeleza ya amali. Naipenda sana kwenye karatasi na noga pia, kwamba wanafunzi wanapata nafasi ya kujiendeleza katika fani mbalimbali, hata nje ya darasa, na naifurahia kwa sababu mimi mwenyewe nimeonja hilo, nimesoma Maua Seminari kule pamoja na mafundisho ya darasani, tulikuwa mara mbili kwa wiki na siku nyingine, wakati wa kazi, kuanzia saa tisa mpaka saa kumi tulikuwa tunafanya shughuli nyinginezo. Tulikuwa tunakwenda kujifunza kufuga nyuki, kulima bustani, kufuga kuku, hata ujenzi. Ndio nilianza mimi kidogodogo mambo ya ujenzi huko na baadaye nikaja kujiendeleza, na hayo mambo yananisaidia mpaka leo sana tu kama waamini niite ni, nikuje kukupikia uone, mambo utakula mpaka ukate vidole duga. Sasa tahadhari yangu, mama unaewakilisha serikali ambayo ndio serikali yenyewe hapa, hii system ya amali naomba isije ikaongeza tu mafundi mitaani, yani tunakuwa na seremala wengi, fundi mchudoanni wengi, mwisho wa siku tutakuta kwamba hata mafundi hawana lazi. Ile ajira ambayo tunafikiri tutaiokoa kwa njia ya mali, inakuwa kwamba tupunguze, ajira inaweza tukaongeza matatizo ya kutokuwa na kazi. Kwa hiyo nashauri nini? Naomba sana, huu mtaala usaidie kutengeneza vijana ambao wanakuwa na critical na wanakuwa critical thinkers na creative mind. Kama nilivyowaambia, masista wanasaidia kutengeneza vijana. Hapo ndio tutatoka, na niombe mwalimu yeyote yule ambaye atakuwa sehemu ya hii sistimu mpya alenge katika hilo, sio tu kuongeza wafundi wa kuranda mbao, sio kutengeneza milango. Tunataka watu wabunifu, tunataka wabunifu. Unajua, wakati mwingine napotazama wenzetu wa Japani, wa China na wenzetu kule Ulaya, wenzetu wameenda mbali sana hawatoi tena cheti au digrii kwa mtoto si simkio kwa sababu anajua kukram kitu fulani wanatoa pale mtoto anapoweza kutoa kitu kipya ubunifu atengeneze kitu kipya aonyeshe kwamba nina akili inaweza kubuni kitu mimi hata hizi drones na gadgets nazotumia na, wametengeneza wale kwa kuwa na creative mind kwa sababu msukumo wa system nzima ya elimu naomba hiyo iwe ndio lengo. Sisi Watanzania please, swala la copy and paste limepita na wakati, we need to make a step forward. Na vijana, naomba tena niwahimize hilo, naomba hilo liwe ndio lengo lenu eh. Mpaka siku moja mnaambia baba skofu, uh, unapomba ya ya ya ya, ya, ya, ya nini mahindi mahali fulani au unapomba ya mchele, lete system, tengeneza mambo, najua yes Tuna wasomi na si enda kubuni kama wafanya biashara wa kwetu, mmoja akipanga nguo hapa kesho nakuta na mwingine amepanga hapo nguo, hawezi kufikiria kingine. Ubunifu tunahitaji.